Shwari kaka. Kwema? Kwema. Sawa. Ah uh, hivi tu. Labda pengine watazamaji wangetamani kujua majina yako unaitwa nani. Mimi naitwa Simba Aruna, Aruna Simba yani. Aruna Simba ndo naitwa. Yeah, hayo ndo majina ya baba na mama. Eh, Aruna Simba. Eh. Simba inamaanisha nini? Simba sijui mpaka wanipatie jina la Simba, lakini sijawahi kunyama hapo. Eh, sijawahi kuuliza kuswazazi. kusuwazazilo Aruna Simba, hivi kitu gani kile kinafanya uwe na furaha katika maisha yako? Kitu gani kinanifanya mimi niwe na furaha? Ni kuona, niwe na hela. Ndio kinanifanya mimi niwe na furaha. Hela unazo? Hela ninazo. Hela unamiliki shingapi? Namiliki milioni moja na nusu <laughs> <laughs> e. <hazana> e. Bos kama bos, yeah, yani hela zipo, tuseme okay. Unajishughulisha una mm. na kazi gani? Mpira unakuingizia sana e? Naningizia sana mpira e. Kwa siku, kwa mwezi au kwa mwaka? Kwa mwezi e. mm. Una mke? Amna, sina mke, I'm single. kwa nini unajuaga mpira Ah, ah, sijawahi kujiulizia kama kwa nini najuaga mpira. Sijawahi kabisa kujiulizia. Unajua mpira, unajua kucheza mpira? Najua kucheza mpira, sijui mpira. Eh. Mpira bila eh. eh. Mpira mchezo sio mpira. Mpira, mpira, eh. Mpira? Mpira na mchezo bila ah, mpira ah, sio mchezo. Mchezo bila mpira sio mchezo na mpira ah, da hapo sasa ndio. <laughs> ao ha, saa hapo sielewi kidogo hapo ah, <laughs> yani, kwanza nataka niwambie wenzangu wacheza mpira wawe ya na, na shauku ya kupenda sana mpira, mazoezi nini na nini ya kila, kila mchezaji ambaye ataniona kwenye TV letu hili inabidi awe na napenda sana mazoezi ya mpira kweli. Bana TV yetu inaitwa Mastaz TV. Mastaz TV. Yeah, ningeweza kukuambia hapa watazamaji wasahau kusubscribe. Yeah, wasisahau kusubscribe na kucomment na na kulike channel yetu ya Mastaz TV. Yeah, asante. Bo.